Mnamo Septemba 4 mwaka 1960, mkutano mkuu wa hadhara uliofanyika viwanja vya Jangwani jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na takribani wananchi 30,000. Mgeni rasmi alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyekuwa ameapishwa jana yake tu kuwa waziri mkuu wa kwanza Mwafrika wa Tanganyika kufuatia uchaguzi wa kihistoria. Mwalimu Nyerere alichaguliwa kuwa waziri mkuu wa Tanganyika mnamo Septemba 2 mwaka 1960 kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Agosti mwaka 1960 ambapo chama chake Tanganyika African National Union TANU kilipata ushindi wa kishindo kwa kushinda viti sabini kati ya sabini na moja vya Baraza la Kutunga Sheria, Legislative Council. Siku iliyofuata tarehe tatu Septemba mwaka 1960, Nyerere pamoja na baraza lake jipya la mawaziri walipandishwa rasmi katika Ikulu ya Serikali, Government House, jijini Dar es Salaam mbele ya gavana wa Kiingereza wakati huo, Sir Richard Turnbull. Katika mkutano huo, Mwalimu Nyerere aliambatana na waziri wa serikali mpya kuwa tayari kuteuliwa rasmi ifikapo Oktoba moja. Miongoni mwa waliokuwa pia alikuwa mbunge wa Uingereza John Stonehouse, mzungu aliyevaa miwani meusi aliyekaa miongoni mwa umati aliyekuwa safarini kuelekea shirikisho la Rhodesia na Nyasaland, ingawa alishatangaza kuwa mhamiaji haramu na serikali ya shirikisho hilo. Katika hotuba yake, Nyerere alitangaza kuwa ataiomba Uingereza pamoja na Umoja wa Mataifa kumaliza rasmi mfumo wa ubaguzi ubaguzi wa Tanganyika na kuweka tarehe rasmi ya uhuru mapema mwaka ujao. Baraza lake la mawaziri ilikuwa jumla ya watu 12, wakiwemo Wazungu wanne na Mwasia mmoja, ishara ya mwelekeo wa utawala jumuishi katika enzi mpya ya kujitawala kwa Tanganyika.